Mtakatifu Mungu baba yetu wa mbinguni, baba wa bwana wetu Yesu Kristo, nakushukuru kwa siku ikubwa uliotupa nakushangilia kufufuka kwa mwokozi wetu Yesu Kristo. Asante kwa neema yako wamba ko kufufuka kwake sisi tumepona. Kifo hakina mamlaka katika maisha yetu. Zidi kuwa pamoja nasi pekee. Sasa tunapotafakari ulivyo neno lako, neno hili lipate nafasi, tuongoze katika maisha haya ya ufuasi wetu kama mashahidi wema wa kufufuka kwako kwa. Baada ya maisha haya tukaurithi uzima katika Kristo Yesu Bwana wetu ah. Soma tena somo lile toka Injili ya Marko mlango ule wa kumi na sita mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa nane. Marko kumi na sita mstari wa kwanza mpaka wa nane. Nasoma katika jina la Bwana. Hata sabato ilipokwisha kupita Maria Magdalena na Maria mama ya Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda mpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini, jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakaye tumeingishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuingirishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa vazi jeupe, wakastaajabu. Naye akawaambia msi staajabu Mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa, amefufuka. Yuko hapa patazameni, mahali walipomweka. Lakini endeni zenu, mkawaambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba amewatangulia kwenda Galilaya, huko mtamwona kama alivyo waambia. Wakatoka nje wakakimbia kutoka kaburini, kwa maana wameingia tetemeko na ushangao, wala hawakumwambia mtu neno maana waliogopa. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuzangu wapendwa, siku ya leo siku ya furaha kuu ulimwenguni pote, kusababu pote Marikani, kwa sababu watu mahali pote wanashangilia kufufuka kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo, kuenda huko Marekani, kuenda huko Ujerumani, kwa Asia, kwa China, kwa Filipines, kwa India, mahali pote, leo dunia nzima ina ujumbe mmoja wa kufufuka kwa Yesu Kristo. Na kufufuka kwa Yesu Kristo ndio ushindi wetu sisi. Hofu ya kifo haipo tena, kwa kuwa Kristo amefufuka kutoka kwa wafu. Katika somo hili tunaona mambo makubwa ambayo yametokea siku hii asubuhi, tena niita hata sabato ilipokwisha, maana yake ni siku sasa ya jumapili alfajiri, ndipo walipokwenda wale wakinamama watatu, na hapa nashuhudia ushuhuda huu na ujasiri wa wanawake watatu wale, Maria Magdalena na yule mama yake Yakobo na Salome walikwenda asubuhi kama ilivyo utaratibu wao, mpaka mafuta miili ya wazao waliotangulia, kuwa ni utaratibu wa Kiyahudi. Makaburi ya wenzetu kule Uyahudi sio ya kuchimba kama tunavyochimba ardhini, bali ni kwenye mapango maalum, na hapo wanaweka jiwe nje. Kwa hiyo watu wanaweza kuingia mpaka mwili mafuta mafuta maalum mpaka miili hiyo. Lakini jiwe, lililokuwa limewekwa kwenye mlango wa kaburi la Yesu ambapo alijiwe maalum. Maana anasema ni kubwa mno. Maana walikuwa na hofu. Kama asije katoka katoka. Walijiuliza wa kina mama wakiwa njiani tunafanyaje tutakapofika pale? Lakini walishangaa walipofika, jiwe limekwisha kuondolewa. Na hiyo ndio swali la kwanza, nani ameondoa jiwe hili? Kizingiti kikubwa kile kwenye mlango wa kaburi. Majibu ni moja tu. Mungu wa mbinguni aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu ndiye aliyeondoa jiwe lile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa ni ishara kubwa katika maisha yetu, katika mazingira yetu unaweza kukutana na jiwe limekaa, jiwe limezinda katika mlango wa huduma na kazi zako mbalimbali, huna uwezo wa kuliondoa. Anayeweza kuondoa jiwe katika maisha yako ni mmoja tu. Ni Mungu mwenyewe anaweza kuondoa jiwe na kubadilisha maisha yako, kugeuza yale ambayo yalikuwa kifo, yalikuwa magumu, yanageuzwa na Mungu mwenyewe. Na tena, ndio maana tunakuwa na ushindi huu katika kufufuka kwa Yesu Kristo, kwamba hakuna ambalo linamshinda. Maana lilo gumu si kifo, lakini kifo leo kimeshindwa, hakina mamlaka. Maana kifo sio mwisho tena wa maisha, bali ni mwanzo wa maisha. Ya Yesu Kristo huyu aliyefufuka analeta ushindi walipoona jiwe limeondolewa, wale wakina mama wakaingia ndani ya kaburi. Walipoingia wakakuta kijana. Ukisoma kwenye injili ya Mathayo, somo hili linatajwa pia kwenye injili ya Mathayo mlango ishirini na nane asema, walimkuta malaika, malaika wamevaa nguo nyeupe, wakaingiwa na hofu kuu, lakini wakawambiwa, msiogope wakina mama, msiogope, siogope, najua mnamtafuta huyu Yesu Kristo ambaye alikufa lakini hayuko hapa, ameshafufuka. Endeni mwende, maana ameshawatangulia kwenda Galilaya. Na hapa anaona ush, ushahidi huu na nguvu ya wakina mama. Wakina mama waliotangulia wali asubuhi na mapema kwenda kaburini. Sijui wakina baba walikuwa wamelala kidogo, ngoja tutafuatilia hapo, mfanye utafiti, wakina baba walikuwa wapi wakati huu. Wakina mama, wakina mama waliwahi ndio na kisha kabisa kwamba wakina mama wa, wakiamua jambo linawezekana. Bwana asifiwe. Jambo, yes, linawezekana. Na hiyo hata wakina baba wanahamasika kuanza kufanya mambo mbalimbali. Hiyo otu wakina mama wana nguvu. Na walikwenda wao wakaanza kushuhudia. Marko anasema walikaa kimya kwa sababu walikuwa na hofu. Lakini ukisoma mahali pengine anasema waliwaambia, watu wachache wachache wa kuambia habari hizi. Na Huyu malaika akawambia, enendeni mkawaambia wanafunzi wake na Petro. Unaona, Petro ameweka pembeni peke yake, maana si miongoni mwa wanafunzi? Kwa nini amtenge, asema mwende mkawaambia wanafunzi wake na Petro? Lakini kwa sababu maalum. Si hapo juzi tu juzi, nafahamu jambo la Petro. Juzi tu Petro akamkana Yesu mara tatu. Tena Petro aliyeshuhudia, maana wakati ule Yesu anakamatwa, Petro akatoa sime kwenye e, ala akakata sikio la mtumishi wa wale waliokuwa wanamkamata Yesu, akakata sikio kwa hasira. Yesu akamwambia Petro, rudisha sime yako katika ala. Yesu akachukua ile sikio, akakuwa yeye ni muumbaji na Mungu muumbaji, akalirudisha sikio. Yule aliyerudishwa sikio lake limerudishwa, huku damu bado inavuja, yeye ndio, wakaanza tena kuendelea kukamata Yesu. Lakini angalia Petro huyu aliyekuwa jasiri, aliyekuwa jasiri wa kumkata sikio, baadaye kidogo Petro alifikia hatua ya kumkana Yesu, anaulizwa. Maana sasa mambo yamekuwa magumu, anaona anapigwa, mijeledi, anatemewa mate, yule aliyokuwa anamtegemea. Petro akaingia katika shida Akaulizwa. Mwanamke mmoja akamfuata, akiwa anaota moto, akamwambia, wewe sio mmoja wa hawa wanafunzi wa huyu tunaye mkamata? Akasema, mimi yeah, mama, mama, una nini nami, unanifananisha <laughs> wakakaka kidogo baadaye kidogo, akasema, hakika wewe wewe, hata lugha yako inaonyesha kabisa wewe ni wa huyu. Wewe mwanamke, una nini nami, mimi si hata Akamkana mara ya ngapi? Baadaye akamuuliza tena akamkana mara Yesu, ya tatu. Yesu akiwa pembeni ameshikwa, akamgeukia Petro, wakatazamana wakatazamana. Petro akakumbuka jambo lile, akahuzunika sana, maana ndipo jogoo akawika. Si pale nyuma Yesu alishamwaahidi Petro, maana Yesu wakati anawaambia wanafunzi wazi kwamba katika siku hizi chache watanikamata na kuniua. Petro akamwambia haiwezekani, usituambie maneno hayo mbele yangu mimi. Petro sio neno la Mungu, haiwezekani. Niambia, rudi nyuma yangu shetani, nyuma yangu shetani. Maana kabla jogoo hajawika utanikana mara hizi mara tatu. Kwa Petro, alipoona amekana mara tatu alipomgeukia Yesu, machozi yakatoka, machozi yakatoka. Lakini nafikiri ni heri Petro kuliko Yuda. Yuda alimsaliti. Alipoingia na hatia kwamba amemsaliti damu isiyo na hatia, alichukua kamba, akaenda kujinyoka. <laughs> Alienda kujinyoka. Jana nikaambiwa kuna ndugu yetu mmoja kule e, Mbashi. E, nilikuwa nashuhudiwa jana ameamua amechukua kamba amejinyoka. E, si unajua mambo haya, eti mambo umezidiwa badala ya ukizidiwa unapeleka msalabani kwa Yesu, mambo yanakwisha kuliko kuchukua kamba. Wakasema wakamwambia na Petro. Ni Petro. Petro yeye hakujinyonga. Na baadaye baada ya Yesu kufufuka ukisoma mlango wa hasa injili ya Yohana kule mwishoni, mlango wa ishirini na moja, Petro anarudishwa kundini. Anarudishwa kundini. Maana anaulizwa mara tatu. Je, yes, Simoni mwana wa Yohana wewe walipenda kuliko hawa? Akasema nakupenda, akamwambia alisha kondoza. Akamrudia tena mara ya pili Akasema nakupenda kupenda kawambia alisha kondoo zangu. Akarudia mara ya tatu. Kambia nakupenda kupenda alisha kondoo zangu. Na Petro alihuzunika sana, kwa nini Bwana anamuuliza mara tatu. Lakini wasomaji wa Biblia wataalamu wanasema Petro hapa alikuwa anarudishwa kundini baada ya kumkana Yesu mara tatu. Kwa kila anaposema nakupenda, moja inafuta simjui moja. Wapi nafutika? Bwana Yesu asifiwe. Petro mwana wa Yohana, mnanipenda? Asema nakupenda, anafuta ile ya ule mwanamke ye, unamjua mtu huyu? Simjui. Inafutika kwa sababu alikuwa anarudishwa kundini. Mara tatu narudishwa, ndio maana hapa akasitiza, mkamwambie na Petro, msije mkamwache kwamba nimefufuka kutoka kwa wafu, na sasa sipo. Bwana Yesu asifiwe, amen. Huu ndio ujumbe mkubwa wa siku ya leo, kushuhudia habari za kufuka kwa Yesu kama wanawake hawa walikuwa na damu ya Yesu Kristo ambayo ilimwagika msalabani, hiyo ndio inaondoa hayo yote, ndio inatuondolea hofu katika ulimwengu huu, ndio inatupa ujasiri wa kusimama sisi kama wakristo mbele za Mungu, kama tulivyokumbushana siku ile ya Alhamisi juzi. Damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani mara moja, ambayo hairudi ipo mwagika mara moja, inatusafisha dhambi. Nakumbusha habari ile ya mambo ya Walawi yule mbuzi wa zazeli, mbuzi wa zazeli, kwamba wakati ule ili kuleta utakaso kwa wanadamu walileta mbuzi wawili. E, na mbuzi wale walipofika mbele ya kuhani, walipiga kura. Mbuzi wa kwanza aliteketezwa kama sadaka ya kuteketezwa, lakini mbuzi wa pili alikuwa maalum kwa ajili ya ondoleo la dhambi, na hivyo watu walishika kuhani alishika kichwa cha mbuzi yule akitubu dhambi za makabila yale kumi na mbili kabila la Yuda kabila la Benyamin yale makabila yote kumi na mbili kuhani mkuu alikuwa anashika kichwa cha mbuzi yule akitubu dhambi za makabila yao yote na baada ya hapo baada ya kutubu anatafutwa kijana mzuri Mwenye uwezo wa kufuga mbuzi. Mwenye uwezo wa maana mbuzi asije akamchomoka hapo pembeni. Labda ingekuwa ni nyakati hizo wangenichukua mimi maana mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa mfugaji wa mbuzi kule kijijini. Kwa kweli kwa kazi ya mbuzi mimi naifahamu. Nilikuwa mfugaji mzuri wa mbuzi na mbuzi walikuwa wananifahamu. Nashangaa narudi kutoka shuleni mbuzi wakiniona pale wanatabasamu wanajua kwamba <laughs> <laughs> eh, kataa ameingia sasa. Na mimi nafahamu pale naweka shati huko, nachukua mbuzi tunakwenda. Na mbuzi ni wasukufu. Huko mara wamekula maharage, mara yani kuna kikibizana na huyu, na kikibizana na wao. Sasa wakati mwingine ninarudi nyumbani, mbuzi wanalia na mimi ninalia. Mbuzi ni wasukufu. Nafikiri hapa alitafutwa kijana, nakumbusha habari ya Ijumaa ya Alhamisi kwa siku ya, kwa kwa chakula cha Bwana. Mtu mwenye uwezo wa kuchunga mbuzi vizuri, ili asije akamponya huyu mmoja anakwenda naye mpaka jangwani. Akifika jangwani kule, anamwachia mbuzi ule. Mbuzi ule anaitwa mbuzi wa Zazeli. Ukiwa nyumbani, soma mambo ya Walawi mlango wa kumi na sita. Anatoweka na dhambi zote za taifa la Israeli. Jamani, sinapendeza eti mbuzi huyu anaondoka hapo, anaondoka amebeba uchawi na ushirikina, ukiondoka kabisa, uzinzi huo unaondoka na mbuzi <laughs> Wenzetu wagari wa kale nao wanakuwa na sasa baada ya hapo mbuzi ule aliliwa na fisi huko t, wakiamini kwamba dhambi zao zimesamehewa, lakini lilirudiwa jambo hili, lilirudiwa kila mwaka, kila mwaka walifanya hivi. Ndipo Mungu akahurumia ulimwengu, akamtoa mwana wake wa pekee, Yesu Kristo, kwa sababu watatoa mbuzi mpaka lini? Watafanya haya mpaka lini? Akamtuma Yesu Kristo, akaja ulimwenguni yeye akatoa kafara mara moja msalabani na alipofufuka, akafufuka na ushindi usiorudiwa, ushindi usiorudiwa. Ameondoa hayo yote yale yasiyofaa, ameondoa dhambi za ulimwengu huu kwa kufa kwake msalabani na kufufuka kwake kutoka kwa kufa. Bwana Yesu asifiwe! Jambo hili halirudiwi, halirudiwi milele. Na nalisema hivi kwa sababu wale wanaofuatilia kwenye mitandao kuna nabii mmoja lakini ni kule Kigoma juzi, katika juma hili hili, alikuwa anauza damu ya Yesu. <totikana> yeah, anauza damu ya Yesu. Sijui amechinja sijui ni kondoo au mbuzi wake, ameweka kwenye chupa anauzia watu. Chupa moja ni 1500. Ile nusu nusu nusu lita. Nauza 1500. Na unakuta mtu anaongea hapo, naomba lita tatu za damu. Akachukua damu ya Yesu. Washipa kwa Kristo siku hizi. Kwa Kristo siku hizi jamani, kuna shida.

Bwana Yesu asifiwe. tusije tukadangana tusidangana maana yeye amekuja ulimwenguni ili sisi kutukomboa kutoka katika dhambi na tena hawa walifanya hata mbinu baadaye kasema hebu tuwape pesa hawa wanafunzi watakapoulizwa utawapa walinzi pesa. Wakiulizwa waseme wanafunzi wamekuja wakaiba wakamwiba yule Yesu ili kufuta ule ushahidi, kufuta ushahidi. Ukisoma Injili ya Mathayo mlango 28, naomba masomo ile mistari miwili tu 12 na 13: wakakusanyika pamoja na wazee, baada ya Yesu kufa, wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, fedha nyingi wale askari, yes. wa wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba, sisi tulipokuwa tumelala, sisi tulipokuwa tumelala. Hao ni maaskari wamepewa pesa, halafu wanataka wajichomee moto kwa kusema tumelala. Hivi maaskari hawalali, ninavyofahamu. Ninavyofahamu maaskari hawataki kulala. Mama mzee pakatoka atatueleza vizuri kwamba inakuwaje, kwamba eti maaskari wamepewa pesa, halafu anashuhudia kwamba tulipokuwa tumelala wakamwiba kwa tulipokuwa tumelala wakaja wakamia. Lakini haya yote hayakufanikiwa, wanataka kuzima habari njema za kufufuka kwa Yesu na ziliendelea. Jinsi walivyozizima ndivyo zilipoendelea zaidi na zaidi, watu wakafahamu habari ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Na kumbe, nakumbushwa kwa, rushwa ulianza tangu zamani, rushwa ni siku nyingi na tusiikaribishe rushwa. Rushwa tusiikaribishe, hata mwaka huu ambao tuna uchaguzi. Tuna uchaguzi, tupinge rushwa, tusitoe rushwa wala tusipokee rushwa. Tutumie nafasi yetu kupiga kura, tutumie utashi wetu kusema, kunadi sera zetu ili watu watupigie kura, na wale watakaochaguliwa awasihi yeah. Sisi sote wa Kristo tuwapo kushirikiana ili wasaidiane na viongozi wetu katika taifa hili kuiongoza nchi hii bila kupokea rushwa, maana rushwa ni adui wa maendeleo na adui wa haki katika ulimwengu. Tangu wakati ule Yesu alipofufuka, watu walitaka kuhonga maaskari ili waseme, pingireni kati Yesu hakufufuka tena fuka kwa Yesu, ndugu zangu, sisi leo tunaondolewa hofu. Tusiwe na hofu, tusiwe na hofu. Ulimwengu umejaa hofu nyingi sana. Tusiwe na hofu kwa kuwa Kristo amefufuka. Mtu mmoja aliniita nimuombee kwa sababu hapo nje kwenye nyumba yake amekuta kinyongo

kuona kinyonga. Kinyonga tu, ndugu zangu, kwa kufufuka kwa Yesu hayo yote yameshindwa. Tusiwe na hofu tena, hofu ya kinyonga. Watu wanakuwa na wasiwasi tena wa Kristo, nyakati hizi tena watu wana maombi nishaka, watu wengine wana maombi, wana hofu kweli. Nikwambia kama huko kuingia kwenye maombi ndio kupata hofu zaidi, labda tuachane kidogo na haya maombi, tufundishwe kwanza neno la Mungu. Sasa unakuta wana maombi wana wana wasiwasi kweli, eti nyuki amepita tu tayari tatizo. Ndio wakumbusha hata yule baba yangu pale buga kati uliopita <todicumpe>

Kufika hapo ofisini. Nasema unao na mbuzi mingi. Baba mlango ulikuwa umefungwa, sasa ulikuwa haujafungwa. Sasa mbuzi apitia wapi? maana mbuzi alikuwa anakatiza labda aliona akaingia. Huko akaingia mbuzi alipoingia asema tayari. Tena ni mtu wa maombi wa mzangu, nachotaka kusema kwa kufufuka kwa Yesu Kristo. Hakuna hofu ya mbuzi, hakuna hofu ya jogoo mweusi, hakuna hofu ya kinyonga, hofu zote zimekwisha. Yeah. Zimekwisha kwa Kristo. Tusi na hofu. Tusi na hofu. Ukona hofu sikuweza sana. Mtu ametoka tu amejikwaa mguu wa kushoto, sema eh, nimejikwaa mguu mbaya. Kuna mguu mbaya? Mungu akomba miguu yote ni mizuri. Ukajikwaa kwa bahati mbaya ukoona vizuri jiwe, eti nimejikwa kwa mguu mbaya. Kwa hiyo anarudi akaanze tena kutembea <laughs> Na hawa kanga kanga hawa kanga kanga wanajifanya ni watu wa kiroho na kati hizi wanatupingiza kwenye shida zao. Ukijigonga mguu wa kushoto lazima urudi ukaanze tena ili upate baraka zako uondokane na balaa. Kwa kufufuka kwa Yesu hayo yatakwisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye ndio akushika na kutangaza siku zote za maisha yetu. Lakini kwa kufufuka kwa Yesu Tuache ukatili katika ulimwengu, tuache ukatili nakati hizi ambazo kuna ukatili nasoma yalio moja wa kutisha. Nilikuwa nasoma majuma yaliyopita gazeti moja, wametoa viumbe ambao wanaongoza kuua binadamu duniani, viumbe wanaoongoza kuua binadamu duniani. Na wakaonyesha viumbe eh, watano. Kiumbe wa kwanza ni mbu Wanasema mbu huua watu takribani laki saba na ishirina tano kwa mwaka duniani. Ndio kiumbe anayechukua namba moja. Tujitahidi tu, mbu kuliza dawa za mbu majumbani, wale viongozi wetu wa afya watufundishe hayo, ili tutumie net, ili watu waishi katika mazingira mazuri, kwa kuwa mbu nao ndio namba moja. Namba mbili, wanaochukua namba mbili ni binadamu eh. Hapo ndipo palipo nitisha kwamba viumbe wanaoongoza kwa kuua binadamu duniani, wa kwanza ni mbu, wa pili ni binadamu. Usikia mauaji, usikia mauaji hata katika wajuma haya, sijui kule Singida watu wanaoua, achilia mbali hizo ajali, lakini watu kuja kata kata mapanga, hakupendi tu mwenzake anamkata kata mapanga wao. Kumbe binadamu tunachukua nafasi ya pili, ndugu zangu, hii inatisha, wanadamu wanaua zaidi ya watu laki nne kwa mwaka anayefuata ni nyoka, anauwa watu laki moja na thelathini na sita. Wanaofuata ni mbwa, wanaua watu hamsini na tisa elfu wanaofuata, ni nge, anauwa watu elfu tatu na mia tatu. Hawa wote hata wafuate wangapi, lakini nachosikitika ni kuona kwamba binadamu anachukua nafasi ya pili kati ya watu wanaoua binadamu. Mungu aliyetupa utashi, mimi niwatakie baraka za Mungu katika Pasaka hii sisi tupate mwamko mpya wa kukemea maovu hayo yanayoongezeka katika dunia hii. Binadamu anonga, binadamu hili binadamu anaua binadamu wenzako. Wabadilike, waondokane na tabia hizo, ili wamfuate Yesu Kristo, na zaidi sana kumtangaza Yesu Kristo aliyefufuka, huyu Yesu Kristo aliyefufuka kutoka kwa wafu. Tubebe ujumbe ule, kama wakina mama wale, wa kumtangaza yeye aliyefufuka na kwa kufuka kwa Yesu basi akafufue maisha yetu kwa upya akafufue mahusiano yetu kwa upya pale ambapo ndugu na ndugu hawapatani sasa mkaanze kupatana bwana Yesu asifiwe amen mkapatana mkapatana huyu Yesu Kristo aliyefufuka akatuponya hata magonjwa yetu pale ambapo tumekuwa tukiugua tukiugua sana tunapomuomba hata kwa ajili ya ndugu zetu kwa kufuka pake tukapokea na uponyaji kutoka kwake tukapokea uponyaji lakini tukabarikiwa hata katika kazi zetu, katika biashara zetu, kila wakati kwa baraka zake. Kwa hiyo tukashike nafasi hiyo kwenda kuhubiri habari njema za Yesu aliyefufuka kama wanawake wale, kuanzia kazini kwako, nyumbani kwako, katika familia yako, kumtangaza Yesu Kristo aliyefufuka. Baada ya kuyafanya hayo, kama alivyosema mi natangulia, tutamkuta natutapata nafasi wewe na, na mimi kuurithi uzima wa milele katika Kristo amen. Amen. Yesu Bwana wetu. Amen. Tena ndani ya fungu la kwanza na wimbo ule wa mia moja kumi na saba ujumbe wa kufuata wewe, tusiwe na hofu ya kifo na mauti, tusiwe na hofu ya kudanganywa na mafundisho potofu ya nyakati hizi, bali tusimame imara kushuhudia wewe. Tupe neema ya kushuhudia wewe, na hata pale tulipoanguka tukapokea msamaha wako, ili ulimwengu ukatangua ya kuwa tunakushuhudia na kutangaza wewe Yesu Kristo, uliofuka kutoka kwa wafu.